Labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kama tulivyoeleza kwamba safari zimeshaanza kwa Tanzania katika tarehe kumi mwezi huu, kuna mahujaji ambao waliondoka. Kuna mahujaji wa idawa ambao, kama wao, wanaondoka mapema na wanarudi mwisho. Lakini, safari kwa upande wa Zanzibar zinaanza tarehe 22, na na matayarisho yote tayari yameshakamilika. Kama viongozi takriban tunaondoka leo siku kuamkia kesho, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maandalizi yote, na hili ni kwa mujibu wa mkataba kwamba ni lazima viongozi wa hili watangulie kuondoka kuhakikisha kwa mambo yote yako sawa, na hasa ukizingatia kwamba kuna mahujaji ambao wanakwenda moja kwa moja Maka. Na kwa sasa hivi Maka iuingie ni lazima uwe na vitambulisho maalum, kwa hivyo unakwenda kufuatilia hivyo swala la vitambulisho. E, tumejiandaa vizuri, na kama tulivyoona kwamba tumekamilisha mapema, na tayari wakati wote tukifika Madina tunaanza matayarisho ya mwaka huu, na kama tulivyopanga kwamba safari hii tutakwenda kuhamasisha mpaka Tanzania bara na lengo la kuhamasisha mpaka Tanzania bara, kwa sababu hija ni moja; pengine upande mmoja ukiwa haujakaa sawa, upande mwingine vile vile utaathirika. Sasa tunachokwenda ni kwamba at least tuikamilishe idadi, na tutakachokwenda kwa upande wa Tanzania bara ni kuhamasisha hija. Hatuendi kwa waje katika taasisi za Zanzibar, lakini waende kwa, kwa taasisi zao ambazo zipo, lakini watu waelewe nini hija na aweze kutekeleza hili suala la hija kwa utaratibu wake. Tanzania tumepewa mahujaji 25 lakini kwa sasa tunakwenda elfu tatu jambo ambalo kimsingi hata ukiulizwa baadaye, unaulizwa swala kwa nini mnakwenda elfu tatu ambalo ukitizama una wengine uwezo mdogo, lakini kubwa zaidi ni taweia au kana taaluma. Kuna watu wengi anafikiri labda pengine mpaka elfu, e, awe na pesa hazina, hazina, hazina kazi lakini kuna mtu pengine ana mali, ana aseti ambazo zinaweza zikamfikisha mtu kwenda kumtekeleza kwenda kutekeleza ibada hii. Unaweza ukamkuta kijana tu pengine ana gari mbili ambazo kila gari thamani yake milioni 30 kila gari moja. Kwa hivyo yeye wiki atembele hii wiki atembele hii, msingi mtu huyu kimsingi, ana uwezo wa kwenda hija, anao sasa